Adriano Juret yano anapoteza, inasakiziwa huko huko, boyeli andi haya, bako lilikuwa ni swala la muda. Msako ambao ulipigwa yena Pacome Pedro Zouzoua, haikuwa na namna, alikwenda akaachia, akaweka tena. Pacome akajisetia moja tu, akachagua kule ambako aliamini kabisa mlinda mlango Agustinho Kelunga, licha kazi bora aliyoifanya, lakini safari hii ilikuwa ni ngumu kumeza. Yanga wanatangulia kwa mara nyingine lakini imewa lazimu kusubiri kwa dakika sabini na moja. Ofen Francis Chikola ameshaingia baka ndani ya 18 akiwa anacheza vizuri kweli kweli. Wiliete Sports Club kona, ingizwa mpira moja ndani kule, oh! Azizi Andabwile anarudia kile kile ambacho alikifanya kule Luanda, Angola. Ni Azizi Andabwile mwamba laswa, akidhihirisha yeye ni mwamba. Hakuonekana anaaminiwa sana, lakini sasa anajibu kwa vitendo. Wanashangilia Yanga, wanashangilia wananchi. Ilianzwa kona, akaenda juu, akajitwisha ngoma, ikazama ndani hakuwa na nafasi yoyote Agustinho Kalunga kufanya chochote. Chuma ya pili hiyo, akashangilia kwa staili ile ile, mbali staili na alionesha pale Luanda, Angola.